Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema mtu mmoja amejeruhiwa Januari 20 mwaka elfu mbili na ishirini na sita majira ya saa tano dakika 20 usiku eneo la Kinondoni barabara ya Bagamoyo baada ya gari lenye namba za usajili T491 EGT aina ya Subaru Forester lililokuwa likiendeshwa na Paschal Emmanuel kuligonga kwa nyuma gari namba T847 DKR aina ya Toyota Prado. Kaimu Kamanda wa Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Faustin Mafwele, amesema Paschal Emmanuel ni mkazi wa Goba Ubungo, jijini Dar es Salaam, ambapo alitokea Victoria, na kwamba alikuwa akielekea Morocco, ambapo gari yake ilikuwa kwenye mwendo kasi kiasi cha kuigonga gari hiyo aina ya Toyota Prado iliyokuwa ikiendeshwa na Salum Mwalimu. Amesema baada ya gari hiyo kugongwa ilipoteza uelekeo kiasi cha kugonga kingo za barabara na kuingia ndani ya eneo la kuhifadhi magari yanayosubiri kuuzwa na kampuni ya Carpoint na kugonga magari mengine matatu. Kaimu Kamanda Mafwele amesema katika ajali hiyo mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Moza Ali, mkazi wa Kinondoni, alijeruhiwa ambapo alipatiwa matibabu katika taasisi ya mifupa Moi na kuruhusiwa. Kuhusiana na dereva wa gari namba T 491 EGT aina ya Subaru Forester, anashikiliwa kwa hatua nyingine za kisheria. Hata hivyo, jeshi la polisi linatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara hususani waendesha vyombo vya moto kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kuzuia na kuepusha ajali.